Ukipata orodha ya viongozi wakubwa walioongoza Ethiopia basi hutoacha kumtaja Mfalme Menelik wa pili ambaye alikuwa shupavu na jasiri katika kuilinda nchi yake dhidi ya uvamizi wa Italia. Sasa leo hebu tumfahamu huyu Mfalme Menelik wa pili. Mfalme Menelik wa pili ndiye aliyeifanya nchi ya Ethiopia kuwa nchi pekee Afrika ambayo haikutawaliwa na wakoloni. Alitawala Ethiopia kama mfalme katika miaka ya 1889 hadi miaka ya 1913. Alizaliwa Agosti 17 mwaka 1844 huko Ankoba katika mji wa Shewa nchini Ethiopia. Alikuwa na jina la utotoni alilokuwa akiitwa Salhe Miriam. Mama yake alikuwa anafahamika kama Woizero Ejigayehu Lema Adiamo na baba yake alikuwa akiitwa Prince Haile Melekoti mwana wa mfalme Salhe Silase. Mfalme Teodros wa pili alivamia katika dola yao ya Shewa mnamo mwaka 1855, na kupelekea watu wengi kupoteza maisha huku wengine wakichukuliwa mateka. Melekoti, ambaye ndiye baba yake na Menelik, aliuawa, na Menelik alichukuliwa kuwa mateka kwa miaka kumi katika ngome ya mfalme wa Amba Magdela. Ilipofika mwaka 1865 Menelik alitoroka katika ngome hiyo na kurudi Shewa, na hapo ndipo alipojitangaza kuwa yeye ndiye mkuu wa jimbo hilo. Alipigana vita nyingi ambapo aliweza kushinda na kuongoza eneo la ngome yake. Meneliki alifanikiwa kuwa mtawala mwenye nguvu zaidi nchini Ethiopia kwa kuyakusanya pamoja majimbo yaliyopatikana kusini mwa Ethiopia. Ilipofika Novemba 3 mwaka 1889, Meneliki alitawala na kuwa mfalme wa Ethiopia na kuchukua jina la mfalme Meneliki wa Pili. Pia anadhaniwa kuwa na uhusiano wa karibu na malkia mashuhuri, Malkia wa Sheba na mfalme Solomoni. Mda mchache baada ya kujiunga madarakani alianza kufanya kazi kwa ajili ya kujenga nchi yake ambapo alianza kwa kurudisha sarafu yao ya kitaifa. Pili, alijenga majengo kwa ajili ya watu kupata elimu. Ujenzi wa reli kutoka Djibouti mpaka kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Addis Ababa. Pia alianzisha mfumo wa kwanza wa simu na mfumo wa telegrafu. Mfumo wa kwanza kabisa wa posta nchini Ethiopia ni yeye pia ndiye aliyeanzisha. Jina la Addis Ababa ambapo ndiyo makao makuu ya nchi ya Ethiopia kwa sasa ndiyo lilikuwa eneo la Chewa. Mfalme Menelik alibadili na kupaita Addis Ababa. Maendeleo hayo alimfanya ajulikane Afrika na dunia nzima. Menelik wa pili alikuwa kiongozi jasiri na mwenye maono juu ya jamii yake aliyokuwa akiiongoza. Menelik wa pili alikuwa akitumia mbinu mbalimbali mbali kupambana na watu waovu katika jamii yake. Mfano, alipata taarifa kuhusu teknolojia ya kiti cha umeme iliyopatikana nchini Marekani. Viti hivyo vilikuwa vinatumika kupunguza vitendo vya uhalifu. Mara moja aliweka jambo hilo katika mipango yake ya kuibadili na kuiboresha nchi yake. Aliagiza viti vitatu kutoka nchini Marekani. Japokuwa katika nchi ya Ethiopia kwa wakati huo haikuwa na umeme, hakukubali mbinu yake hiyo kupotea bure. Hivyo Alichukua kiti kimoja kuwa kiti cha mfalme ambacho alikuwa akikikalia. Mfalme Menelik wa pili aliilinda nchi yake dhidi ya uvamizi wa Italia katika vita ya Adwa ya mwaka 1896 ambapo mfalme huyo aliibuka mshindi katika vita hiyo. Ushindi huo uliifanya Ethiopia kuwa nchi pekee ya Kiafrika ambayo haikuwahi kutawaliwa na wakoloni. Inasemekana kuwa Mfalme Menelik wa pili alikuwa akiamini na kuheshimu katika maneno ya Mungu kuwa yanayo uwezo wa kuponya magonjwa na kuepusha balaa mbalimbali. Hivyo kwa imani hiyo, mfalme alikuwa akitafuna karatasi za maneno ya Mungu kwa lengo la kupona magonjwa yaliyokuwa akimsumbua. Historia inasema kuwa mfalme Menelik wa pili alikula karatasi zote kutoka katika kitabu cha Wafalme kinachopatikana katika Biblia, yaani Wafalme wa Kwanza na Wafalme wa Pili. Kwa hakika binadamu hawezi kuishi bila kula chakula. Vivyo hivyo maneno ya Mungu ni chakula cha rohoni. Mfalme Meneliki wa pili aliona ni vyema aweke tumaini katika maneno ya Mungu kwa kutafuna karatasi za Biblia kila alipohisi ugonjwa katika mwili wake. Mfalme Meneliki, inasemekana kuwa alikuwa akisumbuliwa na maradhi mara kwa mara na mwaka 1909 alipata kiharusi na alikuwa katika hali mbaya sana. Hapo ndipo alipoamua kutafuna karatasi zote kutoka katika kitabu kitakatifu cha wafalme. Menelik wa pili alikuwa na wake watatu, ambapo mke wake wa kwanza alijulikana kama Altash Teodros aliyemuoa mwaka 1864. Mke wa wa pili alikuwa anaitwa Befana Gatchiu aliyemuoa mwaka 1865. Na mke wa tatu aliitwa Taitul Betul ambaye naye alimuoa mwaka 1883. Mfalme Menelik wa pili alifariki dunia mnamo mwaka 1913 na mke wake wa mwisho Taitul Betul alichukua madaraka na kuiongoza Ethiopia. Taitul Betul alipochukua madaraka kutoka kwa mumewe, safari yake haikuwa rahisi kwani alipata upinzani kutoka katika familia ya kifalme waliinuka na kuanza kudhoofisha uwezo aliokuwa nao mwanamama huyu baada ya miaka kadhaa wapinzani hao walifanikiwa kufifisha nguvu za taitul betul alitengwa na kwenda kuishi nje ya kasri mwisho yote taitul betul alifariki alifariki mwaka 1917 miaka minne tu tangu mumewe mfalme meneliki wa pili alivyofariki dunia huyo ndiye mfalme Menelik wa pili, mfalme ambaye aliamini katika vitabu vya Mungu, mfalme ambaye aliifanya nchi ya Ethiopia kuwa nchi pekee Afrika ambayo haikutawaliwa na wakoloni. Usikose kuandika maoni yako hapo chini, lakini pia usikose kujiunga na grupu la WhatsApp. Maelezo kamili ya kujiunga yapo chini ya video hii. Endelea kufuatilia Ananias Edgar TV. Naitwa Tausi Khalifa. Ukipata orodha ya viongozi wakubwa walioongoza Ethiopia basi hutoacha kumtaja mfalme Menelik wa pili ambaye alikuwa shupavu na jasiri katika kuilinda nchi yake dhidi ya uvamizi wa Italia. Sasa leo, hebu tumfahamu huyu mfalme Menelik wa pili. Mfalme Menelik wa pili ndiye aliyeifanya nchi ya Ethiopia kuwa nchi pekee Afrika ambayo haikutawaliwa na wakoloni. Alitawala Ethiopia kama mfalme katika miaka ya 1889 hadi miaka ya 1913. Alizaliwa Agosti 17 mwaka 1844 huko Ankoba katika mji wa Shewa nchini Ethiopia. Alikuwa na jina la utotoni alilokuwa akiitwa Salhe Miriam mama yake alikuwa anafahamika kama Woizero Ejigayehu Lema Adiamu, na baba yake alikuwa akiitwa Prince Haile Melekoti, mwana wa mfalme Salhe Silase. Mfalme Tewodros wa Pili alivamia katika dola yao ya Shewa mnamo mwaka 1855 na kupelekea watu wengi kupoteza maisha huku wengine wakichukuliwa mateka. Melekoti ambaye ndiye baba yake na Menelik aliuawa na Menelik alichukuliwa kuwa mateka kwa miaka kumi katika ngome ya mfalme wa Amba Magdela. Ilipofika mwaka 1865, Menelik alitoroka katika ngome hiyo na kurudi Shewa, na hapo ndipo alipojitangaza kuwa yeye ndiye mkuu wa jimbo hilo. Alipigana vita nyingi ambapo aliweza kushinda na kuongoza eneo la ngome yake. Menelik alifanikiwa kuwa mtawala mwenye nguvu zaidi nchini Ethiopia kwa kuyakusanya pamoja majimbo yaliyopatikana kusini mwa Ethiopia. Ilipofika Novemba 3 mwaka 1889, Menelik alitawala na kuwa mfalme wa Ethiopia na kuchukua jina la Mfalme Menelik wa Pili. Pia anadhaniwa kuwa na uhusiano wa karibu na malkia mashuhuri, Malkia wa Sheba na Mfalme Solomoni. Mda mchache baada ya kujiunga madarakani, alianza kufanya kazi kwa ajili ya kujenga nchi yake, ambapo alianza kwa kurudisha sarafu yao ya kitaifa. Pili alijenga majengo kwa ajili ya watu kupata elimu, ujenzi wa reli kutoka Djibouti mpaka kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Addis Ababa. Pia alianzisha mfumo wa kwanza wa simu na mfumo wa telegrafu. Mfumo wa kwanza kabisa wa posta nchini Ethiopia ni yeye pia ndiye aliyeanzisha Jina la Addis Ababa ambapo ndiyo makao makuu ya nchi ya Ethiopia kwa sasa ndiyo lilikuwa eneo la Chewa. Mfalme Menelik alibadili na kupaita Addis Ababa. Maendeleo hayo alimfanya ajulikane Afrika na dunia nzima. Menelik wa pili alikuwa kiongozi jasiri na mwenye maono juu ya jamii yake aliyokuwa akiiongoza. Menelik wa pili alikuwa akitumia mbinu mbalimbali kupambana na watu waovu katika jamii yake. Mfano, Alipata taarifa kuhusu teknolojia ya kiti cha umeme iliyopatikana nchini Marekani. Viti hivyo vilikuwa vinatumika kupunguza vitendo vya uhalifu. Mara moja, aliweka jambo hilo katika mipango yake ya kuibadili na kuiboresha nchi yake. Aliagiza viti vitatu kutoka nchini Marekani, japokuwa katika nchi ya Ethiopia kwa wakati huo haikuwa...